Wangu nimesikia unataka kutoka. Unaenda wapi tena? Ah, ni kweli, nataka kutoka, naenda kwa Ntemi mara moja na ujumbe wake muhimu sana. Ni sawa, lakini ungetulia hata na familia yako basi, maana nao unazunguka tu muda wote. Usijali mke wangu, sitachelewa kurudi. Leila, inabidi ubaki na mama. Sawa mama. mm. muda ule umenitoroka ukaniambia unaenda kukojoa, na sasa sasahivi unitoroke. Sawa.

Onye mnye mwenu yu ulone makuja he. Ako tungila he. Nukuli kaka mabula atiku kuja. Nukaka mwenyeke du nangu atiku kumbukela. Akuja he. Kilu li shire fata he na uli uli iti go kadu ya mzengu. Pienzi ngui kutoseka. Ichanga nyaga sana niyo ngani kingo niyo. Ila, ikewise tukon chwala he. Ikupitia katumpo kele tuhu agutunga heruru dada unendewo na giki alidekelo iza hena ato sombole ato wele chiiza ili ulo ubidi atugwele maguru tung'welelwe uli tegeko awe na maneno mazuri ya kutushawishi atushawishi tumuelewe na tusipomuelewa tunaweza tusimsamehe vile vile. Iti lazima sana. Ya yeah, tare kwa hilo kuza. Ilo ni keke on tholama kwa yoko noko. Agweza go hogo lo samaha. Ndugu zako wale kale sawa so.

Unajali wanyama kuliko mwanao, baba we, yatakufika majaribu, utakosa pa kushika. oh, baba we hizi, hey, hey. mila na desturi zinatupeleka wapi? Mpe mtoto elimu, kesho atakusaidia. Epuka rawama, baba mwana, sije shika shati Mpe mtoto elimu kesho atakusaidia. Mtemiwe, Bwana Temi, mm. Rafiki yangu

kunsomesha natinaelachakunsomesha uteuni natwakunsomesha sababu akuimea mira chanyasukuma akayoremamira aka kangikangi wenuo Temi, simanishi hivyo. Sio kwamba huna hela kumsomesha, una rasilimali nyingi. Uza hata ng'ombe, mpe haki yake yule binti. Temi, we mjamanguwakanisa leo hii we ukifa hapa ukilala yule binti atenda akalilie kwenye kaburi lako, umemnyima haki yake. Hebu badilika, uza hata ng'ombe mpeleke shule binti. ile binti ulite baba ni wakati mungu njinga kundegereka ili kuli rafiki wane wavisumbagwichana ishiko nyingi wa natenda kukubisa gose gose Uteti nalamulile kuntwala kushule nimiendaa shule, shule pnagulile namadaftari nutukalamu utwakwandikila kiki? <laughs> nakulile Temu, umenifurahisha sana kama umechukua umechikua maamuzi ya kumpeleka binti shule. Kwanza ongea sana kwa hilo, umeushinda ujinga sasa wenishuja lekelagungonogono <laughs> Yenu leni wira bujinga kweli ni mwana kweli. Nuna mabore yako ibatidishi isi ya ibi ya bururu. Na kuira kikiki na amaliku kulamu na kontwarushu utedi kushula kasome. Sawa sawa sawa. Tulihoduru hamo tuagadi mita jaga henako. Fabile tumaye ngeira. Hamo lutu kwa mawele. Haa mazi wapa nante maziwa hapana mara kwa wasi wasi nko hiyo teti kushura jire yingi na yingi tuirekage lakini ukuni wira bujinga baba uko bipirunde utakufika majaribu utakosa pa kushika hivi wewe na habari gekeo mwenyekiti ya olailiki lengu kikao kwa ajili ya mwantemi

Yeye ni sheria ya shijiji haizi meifate. Uruwiye tenya huga huga utu ruanchenya. Na uru utu rijiwa. Utu ruiyo. Asa uru utu ruiyo. Ateko kupande ka hudumba yose, ah, yose yose. Asa kaji ahajiji shena ha. Ateko kupande ka hudumba yose yose. Nukuge shado hamo yubi za shidimu. Nukupanda ha. Teko, nukupanda hena ha. Nukuja kuitandari oso, yose yose. Asa enta kumwacha ya ateko kuja. Ucha yaza na serikali hanguwewe. Niwewe leo gutakira gubiza makini. Utetesa kwa nta bolo kwa haka yeye. Dado ne na teko kunchanganya. Eh? Na jidai vile taratibu ya shijijeshi. Eh, lazima naje muhima na teko kuhuruira. Konde mina ngoi dake mabadilike gete. Bano bavizira nyomba sagara, mara marofu wale bahaya bano sagara hala kinaki abadilike. Amuruinga kukawa kubiza kwa lokaka.

anatakiwa apikwe masumu yetu kweli nangana balihakutuka nzengo ngima ki giti kikitutio banamala ilangi ki. batulwe masu ili masumule ilietemakayombele masumu etohaaliamcini tawafanya hakili zao kitoko isogeleane nami nikwambie sasa sente tukang'wambie mwenyekiti apike mbiu ya mkambo ilimilyarokaniyo tuchake nkhana tukamunungu nyikiti aetuchake. Shogangu, karibu. Asante. Lakini kabla ya yote, nimekuja kujua ile siri yako wewe na Ntemi. <laughs> Shogangu, mambo mengine ni siri. Siri ya vipi? Mimi sijatembea bule. Oho, kwaza, tuachane nayo. Emnyambie kule kisimana kunaonekana na mawazo sana. Uko nawaza nini, shogangu? mm hivi -hmm. Umeshawahi kumkosea mtu unayempenda kwa wivu tu wa kufikiri? hmm. Haitoshi, na maneno machafu na mtu pia Hapana, vipi wewe, amekukuta? Hmm, ndiyo mesha nikuta. Tena aliyesababisha yote ni rafiki yangu niliyemwamini kindakindaki, nikawa namtuma kwa shemeji yake, lakini ndugu yangu akatugombanisha tukagombana. Hmm. Ah. Aha, yani sasa yule kwa fikra za rakaraka, akakuwa namtaka shemeji yake ila kwa sababu shemeji yake alimkataa ndio maana akaamua kuwagombanisha. <laughs> itakuwa ni kweli eh? huyu mshenzi huyu. Unilisikuliwaza mapema, itakufika majaribu utakosa pa kushika baba, ulamini ketu ntemi akusumia ketu kuntwalo utet kushule untemi wabadilikile sana

jeni jo tībona jalītama jamali ūbe baboīhaha ūtūdakīlagu nene ūkūnilomba nsama aga nayo gamalile kūbīta īlīdakiwe twīhaha nine dūhū maisha gane ga kū būtongi sawo mayo ūkūhusu na maisha gako ga kū būtongi ūbebehaha ūlī muntū ntaale wakūlaga ī citaale silīdakīlwa dūhū ūbakūje bantū bose

Shem. Kwema. Fresh tu, mambo vipi? Safi. Vipi, mbona usoko umepoteza nuru ghafla? Kwema utokako? Amna shem, bora ah, <laughs> salama. Sema sema tu nina weke fulani bila itulia kocha, itigwa gawogota